TV mm -hmm. and um, ni kitu gani ambacho kinaendelea? Ni msiba wa ndugu yetu, rafiki yetu, superstar celebrity kutoka Bongo ambaye anaaa mtu mzima Kanumba. Tuko maeneo yale, hapa ni sehemu ambayo wanatafuta vipaji vya wasanii na kama unavyoona, ni kuna Dully Sykes ambaye ameshinda kuingia kwenye lile kuna na wingi wa watu mambo wa Personally, kicha Kanumba kiukweli, uh, kabisa naweza kusema katika watu ambao wameguswa mi ni mmojawapo, kwa sababu marehemu siku za nyuma kidogo kabla kijem, hajamkuta uh, uh, uh, mauti yake, niliongea mm -hmm. naye kuhusiana na ngoma yake kuja kufanya katika studio yangu mpya okay, ya uh. Kwa hiyo hilo ni sikitiko kubwa pia na pia sikitiko limekuja kwa ajili hii ni mdogo wetu na ni mtu ambaye ameondoka mapema, ambapo ali mwenyewe alikuwa na vingi vya kufanya, vingi vya ameondoka kwenye, yani ameondoka kwenye, na wakati ambao ameshatengeneza, ameshatengeneza sana. Kwa hiyo kweli imetugusa sana sana, sana, sana. Umejaribu kufika pale yani umeshinda, kwa sababu ya idadi kubwa ya watu. Tegemea itakuwa vile ambavyo jinsi ile? Hapana, hapana, kwa kweli, kwa siku ya kwanza nasikia tu kwamba rafiki ame ame ame ameenda, sikutegemea kwamba watu wangepokea msiba wake hivi. Msiba mkuu wa kitaifa, msiba mkuu wa kitaifa. Inaonyesha jinsi gani kwanza Watanzania wanatujali onyesha jinsi gani tumefika mbali kiasi, yes, kwamba watu kufika na ku, kuingiwa na ule na, na huruma yes, watu ni wengi sana, mpaka imefikia wasanii wakubwa kama sisi kutofika pale, ni kwa ajili watu wengi sana, imekuwa ni yani, sijui niseme pole kwa kwa kwanza, na pia kuna cha a na watu wanafanya movies za kibongo ama na chochote chak hususan watu ambao wanafanaza a wau okay, mimi nachoweza kusema kwamba kwa watu wa movie wa kumwenzi waendelee tu jitihada zake na nguvu zake zile alizokuwa na jitahidi kufanya ili kufikisha uh, uh, filamu za Kitanzania katika anga za juu. Wajitahidi wawe kama marehemu pia wajitume, sababu nafikiri sitaki kuona kwamba marehemu ameondoka basi, kuna mwingine au wengine kujishughulisha na kujituma zaidi kama ikuwa marehemu da kutangaza zaidi za tasnia hii ya muziki ya Tanzania kwayo. Kwa hiyo nachoweza kusema kwamba wajitume na sisi um, wanamuziki na muziki na hata nyinyi ma presenters pia, tuangalie tuige mifano, sababu jamaa alikuwa ni mfano mkubwa sana uh, mfano mkubwa sana na tumwangalie, alikuwa anafanya nini na kwa nini watu wamekuja? So kwa nini watu walikuja kwa ajili ya Kanumba? Hapana, kwa sababu mtu alikuwa na hapo, alikuwa mtu maarufu ake wote, alikuwa mtu wa karibu na watu wote. Tujifunze hivyo pia, ili tujue jinsi gani tutakuwa karibu na watu na watu watatupenda vipi? Yes. When muangalia TTZ TV kupitia